Ndugu yangu, unajitahidi sana, unafanya kazi kwa bidii, lakini bado hujafikia tobo lako, bado hujafikia mafanikio unayoyataka. Mm, inawezekana kabisa sababu ni afya yako ya akili ndiyo. Bila akili yenye utulivu hata juhudi zako zote zinaweza kupotea. Leo nataka nikushirikishe kwenye hii siri kubwa. Je, unajua kwa mafanikio yako yanategemea jinsi ambavyo unavyotunza akili yako? Kama uamini, endelea kutazama video hii mpaka mwisho, kwa sababu leo nitashare na wewe sababu kwa nini mafanikio yako yanategemea afya yako ya akili. Moja, afya ya akili ni muhimu kwa mafanikio. Hem, tuangalie kwa sababu gani? Hebu tafakari hili, unaweza kuwa na malengo makubwa, unafanya kazi kwa bidii, lakini kama akili yako haina utulivu, hauwezi kufanikisha chochote. Msongo wa mawazo, wasiwasi na uchovu wa akili vinaweza kufanya ushindwe kufikia umakini, kufanya maamuzi sahihi na hata kupoteza motisha. Unaweza kuwa shahidi wa hili. Watu wengi ambao wamesogea kwenye maisha wanajua hiki, wanajua siri hii, na ndo maana wanatunza afya yao ya akili kama wanavyotunza afya yao ya mwili. Mfano, mtu ambaye amesogea kwenye maisha, nitamchukulia Steve Jobs, mmoja katika wajasiriamali wakubwa duniani. Alikuwa anafanya meditation kutafakari kila siku ili kulinda utulivu wa akili yake. Hii ilimsaidia anakuwa na ubunifu wa kufanya maamuzi makubwa. Je, swali: je, unatumiaje muda wako asubuhi? Je, unachukua muda wa kutuliza akili au unakimbizana na mambo mengine bila utaratibu? Niandikia kwenye comment. Sababu ya pili, jinsi ya kujenga uvumilivu na kupambana na changamoto. Hauwezi kufanikisha bila ya kuvuka changamoto. Siri ya mafanikio ni uwezo wa kusimama tena hata baada ya kuanguka. Unajua kuwa kushindwa ni sehemu ya safari ya mafanikio. Sasa ni jinsi gani ambavyo unaweza ukajenga huo uvumilivu? Moja ni kukubali kwamba changamoto ni sehemu ya ukuaji wako. Pili, tafuta msaada pale ambapo unapohisi umezidiwa. Tatu, panga muda wa kupumzika na jitafakari. Nne, fanya mazoezi ya mwili, hukusaidia akili yako pia. Kumbuka, ukikataa kukata tamaa Hakuna kinachoweza kukuzuia kufanikisha ndoto zako. Tatu, akili chanya na kujinyengea ujasiri. Jinsi unavyofikiria ndivyo unavyokuwa. Kama akili yako imejaa hofu, mashaka na wasiwasi, basi hatuwezi kuendelea mbele, lakini kama ukiwa na mawazo chanya utaona fursa kila mahali right? Mfano, Thomas Edison alisema, sijawahi kushindwa, nimegundua njia elfu moja ambazo hazifanyi kazi wakati anagundua balbu. Huu ni mtazamo chanya wa mafanikio. Jinsi gani ambavyo unaweza ukajenga akili chanya? Moja, jiambie maneno ya kujenga kila siku asubuhi, tunaziita positive affirmations. Mbili, Epuka watu wenye mawazo hasi, jiepuke na wale ambao wanakutaka, wanataka kukushusha. Jifunze kushukuru hata kwa mambo madogo, itatuliza akili yako. Tafuta muda wa utulivu kila siku, fanya medike, meditation, fanya maombi au tafakari. Swali ni mawazo gani hasi umekuwa nayo ambayo yanakurudisha nyuma kila siku? Ni wakati wa kuyabadilisha, niandikie kwenye comment. Nne, work life balance Kazi bila kupumzika itakuchosha. Watu wengi hufikiria kuwa kufanikiwa au mafanikio yanamaanisha kufanya kazi usiku na mchana bila kupumzika. Hii sio kweli. Ukiangalia watu ambao wamefanikisha ndoto zao, utagundua kuwa wanapanga muda wao vizuri, wanapumzika, wanafanya mazoezi na wanatumia muda na familia zao. Jinsi ya kuleta mizani kati ya kazi na maisha. Moja, lala kwa muda wa kutosha, usifanye kazi mpaka uchoke kupitiliza. Pili, fanya mambo ambayo unayoyapenda, sio kila kitu kwako ni kazi. Tatu, tafuta muda wa kuwa na familia na marafiki. Nne, hepuka msongo wa mawazo na kupanga ratiba zako vizuri. Ukijifunza kuweka mipaka, utafanikiwa bila ya kuchoka au kuungua, kwa maana ya burnout. Ikiwa unataka kufanikiwa katika kazi, biashara na maisha yako kiujumla ujumla, anza kutunza afya yako ya akili. Kumbuka akili yenye afya sawa sana, mwelekeo mzuri wa mafanikio. Usikate tamaa, jifunze kutoka kwenye changamoto, fikiria chanya na jiamini, panga muda wako vizuri, fanya kazi na upumzike. Swali kwako wewe mtazamaji, ni jambo gani unaloweza kubadilisha leo ili kuimarisha afya yako ya akili? Tafadhali niandikia kwenye comment. Usisahau kusubscribe na kama umependa hii video then like na share video hii ili tuweze kuwafikia watu wengi zaidi, na uhakika leo umejifunza the way ambavyo afya yako ya akili inaweza kuimpact mafanikio yako. Tukutane kwenye video inayofuata. Mafanikio yako yanaanza na wewe. Pambana, rafiki.